Ye, yeah, karibu kwenye 101 na Karim TV. Hapo zamani za kale alitokea mkulima na mtoto wake. Siku hiyo asubuhi na mapema walichukua mmoja wa punda wao na kuelekea mjini kwa madhumuni ya kwenda kumuuzia mfanyabiashara wa wanyama. Walianza safari na walipokuwa njiani wakakutana na jirani yao na kuanza kuwasemesha. Jirani, mbona mnapoteza muda? Jirani aliuliza. Kwa nini mmoja wenu asingelipanda punda huyo? Basi yule mkulima alifikiri kwa kina na alipofika kwa mbele akaona amchukue mtoto wake ampandishe kwa yule punda na safari ikaendelea. Walitembea kwa umbali kidogo. Mbeleni wakamkuta mzee mmoja wa zamani akiwa amekaa chini ya mti na kuanza kusema, mzee, we kijana, hivi hauoni ataibu? Hivi huyu kijana wako hana hata heshima kwa wakubwa zake? Basi wakati huo huo mtoto yule akashuka kutoka kwa punda na baba yake kupanda na safari ikaendelea. Kwa mbele kidogo wakapishana na mwalimu wa huyo kijana na kusema, mwalimu jione jinsi uvyokuwa hauna huruma yaani, mtoto wako wewe mwenyewe anatembea kwa miguu, wewe umepanda kwenye punda bila hata kumjali mtoto. Basi yule mkulima kwa aibu akaona ampandishe mtoto wake juu, ili waendelee na safari kuelekea mjini. Yule punda naye akaanza kupunguza mwendo kwa sababu ya kubeba mzigo mzito wakafika mpaka kwa muuza vyuma sokoni. Muuza vyuma akaganda kidogo, akawatazama na kuwafokea huku akisema, hii ni roho mbaya kiasi gani hivi? Haumwoni kuwa munamfanyisha kazi ngumu huyu punda? Kubeba wote wawili haikuwa rahisi, lakini mkulima na mtoto wake wakaweza kumbeba yule punda mpaka mjini na kufika kwa mtu anayetakiwa kununua yule punda. Mnunuzi akacheka na kusema, sitaweza kumnunua punda ambaye hawezi hata kutembea. Basi wakaona warudi nyumbani tu wakiwa na huzuni, maana kilichowapeleka mjini hakikuzaa matunda. Unafunzwa kwenye maisha, hauwezi kumsikiliza kila mtu kila wakati, wengine wapoteze kwa mengine mengi. Usisahau kuungana na mimi siku ya kesho. Subscribe, share, like, comment, until the next time.